Yes, kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo unakwenda kuwakutanisha miamba ya soka nchini Tanzania Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club siku ya kesho katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga ameweza kutanabaisha uh, kuhusiana na baadhi ya wachezaji wa klabu hiyo huku akigusia hali za majeruhi, lakini pia akigusia uwezekano wa baadhi ya wachezaji kupatikana ama kucheza katika mchezo huo wa siku ya kesho, mchezo muhimu kabisa ambao unakwenda kuamua nani atakuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa elfu mbili ishirini na nne elfu mbili ishirini na tano Sasa mwalimu wa klabu hiyo ya Yanga leo hii ameweza kueleza hayo kupitia press conference kwa maana ya mkutano wa waandishi wa habari ambao huwa unafanyika kabla ya siku ya mechi, ili kuweza kutoa taarifa zilizo rasmi kabisa kuhusiana na mwendeleo maendeleo ya baadhi ya wachezaji kile kinachoendelea katika maandalizi ya mechi hiyo. Sasa mwalimu wa klabu ya soka ya Yanga ameweza kueleza kwamba wachezaji wengi wako fiti na mazoezi yanaendelea katika sehemu ambayo Young Africans wameweka kambi, japo ya imekuwa ni ngumu kwa yeye kusema ni wapi Yanga wameweza kuweka kambi ili kujiandaa na mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo kwa ya kesho, lakini ameeleza kuna wachezaji takriban wawili ambao kuna mashaka ya kuweza kucheza siku ya kesho, na moja ya mchezaji huyo ni Prince Dube ambaye anaendelea na matibabu na mazoezi madogo madogo kufu baada ya kupata majeraha ama tuseme kuumia nyama za, za paja ambayo imemfanya akae nje ya uwanja. Kwa hiyo uh, kocha wa Dar es Salaam Young Africans amesema kwamba kuna uwezekano mdogo wa Prince Dube kuwepo katika mchezo huo wa siku ya kesho, lakini pia uh, amegusia uwepo wa Pacome Zozoa, mwamba kabisa huyu wa Ivory Coast, ambaye pia ameeleza kwamba na yeye amepata kidogo mstuko wa baadhi ya misuli katika mazoezi ambayo wamekuwa wakiendelea nayo uh, kutokana na kujiandaa na mechi hiyo ya dabi. Kwa hiyo ameeleza kuna baadhi ya wachezaji wawili, Prince Dube uh, pamoja na Pacome Zuzua, kuna uwezekano mdogo wa kuweza kuwepo, japo amesema taarifa rasmi itapatikana siku ya kesho kabla ya mechi, na tutaona line up kama watakuwepo ama la. Lakini kwa upande wa wachezaji wengine amesema wanaendelea fiti, na maandalizi yanaendelea vizuri kabisa.